Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA Kanda ya Pwani, Boniface Jacob maarufu kama Boni Yai, ameibuka na kuweka wazi sababu halisi zilizomfanya mwanachama mwenzao, Devotha Minja, kutolewa kwenye kundi la mawasiliano la Kamati Kuu ya chama hicho. Akizungumza jana Mei 18 kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, Boni Yai amesema madai ya Devotha kwamba ametengwa na chama hicho hayana ukweli wowote. Amesema hatua hiyo ilichukuliwa baada ya tabia na mienendo ya Devotha kuanza kutiliwa shaka ndani ya chama, ikiwa ni pamoja na kushiriki vitendo vinavyoashiria kuwa si mwaminifu kwa itikadi ya Chadema. Kwa mujibu wa Boni Yai, moja mambo yaliyowashangaza ni pale Devotha alipotuma mifano ya sample za vitenge ambavyo vinahusiana moja kwa moja na chama cha Ukombozi wa Umma cha Umma, chama pinzani cha Chadema. Hatua hiyo ilichukuliwa kama usaliti na ikazua maswali mengi kuhusu uaminifu wake na malengo ndani ya Chadema. Ni jambo la kushangaza sana kuona kiongozi au mwanachama anayetegemewa ndani ya chama akitumia mfano vitenge vya chama kingine. Hii haikuacha shaka kuwa pengine si wetu tena alisema Boni Yai. Zaidi ya hilo, mwenyekiti huyo amesema kitendo cha Devotha kuwa wa kwanza kusambaza taarifa ya barua ya msajili wa vyama vya siasa kuhusu kuwasimamisha baadhi ya viongozi wa Chadema kutokana na barua kuu kutotimia akidi kimeongeza mashaka zaidi juu ya dhamira yake. Alisema namna ya kueneza taarifa hiyo nyeti kabla hata haijathibitishwa rasmi inaashiria kuwa huenda alikuwa na ajenda tofauti na maslahi ya chama. Kwa kweli tulishtuka sana, kabla hata hatujachambua maudhui ya barua hiyo, tayari Devotha alikuwa ameisambaza kwenye mitandao. Inaonekana alijua kabla, aliongeza kwa sasa. Boni Yai anasisitiza kuwa hatua hiyo haikuwa ya kumtenga, bali ya kulinda umoja na misingi ya chama. Amesema chama kinahitaji watu waaminifu, thabiti na wanaojitoa kwa dhati, na si wale wanaojivuta huku wakichanganya misimamo. Chadema haipo tayari kuleta unafiki, tuko makini sana na kila hatua ya mwanachama wetu, Tumeamua tuwe na watu wachache lakini waaminifu, ndipo hapo alipohitimisha Boni Yai.